Napenda kutoa wito kwa Watanzania wenzangu kuhakikisha tunadumisha na kuilinda tunu hii ya muungano wa Tanzania kwani ni kielelezo pekee cha muungano uliofanikiwa katika mataifa ya Afrika. Mheshimiwa Rais, na wageni waalikwa, nachukua fursa hii kupongeza kazi kubwa na nzuri inayofanywa ya kuzifanyia kazi changamoto za muungano kupitia vikao vya pamoja vya majadiliano vinavyoshirikisha wajumbe kutoka pande mbili za muungano wetu. Napenda kuwaahidi kuwa, kuwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kutoa ushirikiano na tutahakikisha, kuwa, tutahakikisha kwa pamoja tunayafanyia tunayafikia malengo ya waasisi wa muungano wetu kwa faida ya kizazi cha sasa na wale watakaokuja baadaye. Natumia fursa hii kutoa shukrani na pongezi kwa watu wote walioshiriki katika kufanikisha kuandaa kitabu hiki muhimu kwa historia ya taifa letu. Uzinduzi wa kitabu hiki ni kutambua na kuthamini mchango muhimu wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kuasisi muungano wa Tanzania ambao ni msingi mkuu wa umoja, amani na maendeleo ya Watanzania. Napenda kutoa pongezi kwako Mheshimiwa Rais pamoja na kwa viongozi wote waliotangulia kwa jitihada zenu za kuhakikisha dhamira njema ya waasisi wa taifa letu, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Mzee Abeid Amani Karume, ya kuasisi muungano wetu zinaendelea kudumishwa.